Leo tuna furaha kubwa sana e, kama taasisi kwani tunakwenda kusaini MOU na e, shirika la Padre Pio ambalo ni shirika linalotoa misaada kusaidia watoto wenye matatizo ya magonjwa ya moyo hususa ambao wako Afrika ambao hawana uwezo sasa kutokana na maendeleo makubwa ya taasisi yetu ambayo sasa taasisi yetu imekuwa moja ya taasisi kubwa Afrika. Wao wameiona hii taasisi kwamba ni taasisi pekee ambayo inaweza ikawasaidia watoto, na itakuwa inaleta watoto mbalimbali kutoka nchi mbalimbali kuja kufanyiwa operation hapa kwenye taasisi yetu. Hapa ninapoongea, kuna watoto ambao wow, wametokea Kamerun ambao wao wamewasaidia na wanakwenda kufanyiwa operation. Sasa shirika hili limeingia lime, mkataba na sisi ambapo baadhi ya wa watoto mbalimbali kutoka Afrika watakuwa wanakuja kufanyiwa uh, operation hapa. Lakini vilevile litakuwa linawalipia hao watoto ili waweze kufanyiwa hapa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba taasisi itakuongeza mapato yake.

Anaitwa uh, Dr. Angela Mohozia ni mkurugenzi wa upasuaji taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Leo tuna furaha sana kusaini mkataba na wenzetu kutoka Italy, uh, ambao wamekubali kufanya kazi na taasisi ya moyo kuweza kuwasaidia watoto wa Afrika ambao wanahitaji matibabu ya moyo, kama ambavyo tumeona, mkataba umesainiwa kati ya partners wetu na mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge ili kuweza kusaidia watoto mbalimbali ambao wanahitaji matibabu katika taasisi ya moyo. Aa, taasisi ya moyo imekuwa ikifanya matibabu ya upasuaji wa moyo kwa kiwango kikubwa, lakini katika Afrika JKCI ndio taasisi kubwa ambayo inafanya hizi complex procedures. Kwa tunashukuru kwamba tumepata partners ambao wataweza kusaidia kuwalipia na kuwawezesha watoto toka nchi za Afrika na nchi ya Afrika Mashariki na kati ambao wanahitaji matibabu ya kibingwa ya upasuaji wa moyo kuweza kufika taasisi ya moyo, ili kuweza kupata huduma hizi, ambapo mbi hawezi kuzipata katika nchi zao. Aa, lakini pia aa, kwa kupitia mkataba huu aa, tutaweza pia kutoa wataalamu wetu ambao wako katika taasisi ya moyo kwa kuungana na timu hii kwenda katika nchi mbalimbali za Afrika ili kuweza kuwajengea uwezo lakini pia kwenda kufanya screening yani, kupima na kuangalia watoto walioko katika hizo nchi na kuweza kuwasaidia watu wa huduma walio katika fasiliti hizo mbalimbali ili kuweza kuwahudumia watoto walio katika nchi zao.